Ni wito uliotolewa na wanafunzi wa shule ya msingi ya Septon County ya Nandi baada ya mwenzao wa miaka 14 kubakwa na mzee wa miaka 61 anayesemekana kuwa mmoja wa wasimamizi wa shamba la majani chai la Kiboswa katika eneo hili. Ongea hapa na uchungu mwingi sana, sababu kuna mtoto ambaye amethulumiwa, ambapo manager wa Kaposwa ambaye ni senior manager kwa estate mahali wasasi wa mtoto yule waliajiriwa kazi, mtoto yule ameweza kunajisiwa na manager. Inasemekana kwamba mshukiwa alimbeba msichana huyo kwenye gari lake na kumpeleka kwenye shamba la majani chai alikotekeleza unyama huo kwa saa kadhaa. Awali, babake msichana ambaye ni mfanyikazi wa mshukiwa alikuwa amedinda kupeana ripoti kwa wanahabari kwa hofu kuwa huenda akamwaga unga. Halafu kulikuwa na tetesi kwamba huyu si mtoto wa shule. Kile kitendo ambacho kilinikasirisha mpaka nikaenda katika kituo cha polisi, nikaeleza kwamba nitaleta taarifa zote kuliku pamoja na register ya shule pamoja na admission register kuhakikisha kwamba huyu ni mtoto alizo wa shule hii. Wazazi wa shule hii na wanafunzi walikilani kitendo hiki na kutaka haki itendeke, la sivyo wachukue sheria mikononi mwao. Ninaongea nikiwa na uchungu kwa sababu kuna wamama wengi wenye angechukua. Kwa nini alienda mtoto wa shule hiyo? Kitu imetuumiza sisi kama wamama, aswa tumelia sana. Tungempata hatungemwacha. Wangepata chifu si namna hiyo? ndio kitendo yake cha kwanza kuona kiini mbaya mbaya mbaya mbaya mbaya. Mwakilishi wa chama cha walimu Nat, eneo la Nandi, Boniface Kitai alisisitiza kuwa lazima haki itendekwe kwa mdhulumiwa na kwamba atapeleka kesi hii kwa katibu wa kitaifa wa Nat Wilson Sosion. Tunataka hatua kamilifu ya kutushawishi ichukuliwe na askari, munakubaliana na mimi. Mshukiwa ametiwa nguvuni na anatarajiwa kufikishwa katika mahakama ya Kapsabet. Tom Wanjala, Citizen Nipashe.